haraka. Coming to school you hurry up. Mama diku tembea na Sasa mimi ninarushaje mitaso mbele yenu? Welcome to Bed Palace Kenya, home of quality, affordable and luxurious beds and sofas

La mwalimu mzuri sana ya yeah. Mimi yeah, nimetuma kutoka administration siturudi kwa ofisi uh -huh. Nimekuja kuona issue ni gani juu naenda class, siturudi tu kwa ofisi. Hakuna haja tuongelee hii mambo ambayo nataka tuongelee hapa mm. Kama watu wakubwa wanapitapita okay. Nataka tugie tu, tu huko. Huyu anakaa familia ni mtoto wako huyu, haka ni hakani kamaitola kanaitwa Joy Joy haka Joy, nimekuona mahali yeah, si, yeah, yeah. si, yeah, na <laughs> uki, ukifanya vitu zingine hazifai ah, si yeye. Si yeye nilimwona akaeka TV akichoma shule. Au ai. Haiko ni msichana tunafanana nanga, sasa tukatolewa shule sisi wote. Sasa hiyo inakaa kuniingiza box. Mwalimu kanai talk, Mwalimu kanai talk a, a, a, a, So huyu mm. ni kama idola anaitwa Joy. Najua. Na Joy, umemuona, sija kataa hiyo yeah. mambo ambayo umesema. Na yeye amekataa. Ni mimi mzazi nakwambia sasa. Ai. Sasa ali, ame reform okay? Ukimwangalia hivi ame reform kabisa, mm -hmm. she's a reformed girl mm -hmm. she's a very good girl sasa. Ni kuna issue na hiyo reformation, high school kuna rules hapa, hakuna rules. amereform kweli? Dio, yeah. Sume reform girl. Yeah. Nita <manyata> sukuchoma sana reform kitu sukuchoma. Joy takwira kerele okile, mwalimu aku wa mjiga. Nime reform. Ame reform; she's a good girl. Na misasa, venye nimemureta hapa ata kama hakuna rules. Mm -hmm. I want her to be independent. I want her to learn on how to be independent alone. Mm. I live at the North. Mm. Mami, unajua sasa tena sisi ichi na yeye forever. Mm. Ati Adamay nose ati namwagalia mabosake. Ndio maana nimemuleta kale. Je, ni kabla ati administration kanituma ati nikulete hapa the. Sasa, mimi unajua kazi yangu ni kufunza sio kuadmit wanafunzi sana sana nimi... criminals kama Joy. Eh. Hey. Si criminal, mm. si mko bia malifom maliform.

Aya sasa mwalimu ni mimi. Ni mimi nakwambia. Sasa anataka kusoma human resource management. Ni mimi nakwambia. Joy. Huyo ndio mko kati ya kaka akanuwe. Sasa thrifty nani mwanafunzi? Ni yeye. Course yake anataka kufanya ni gani? Human resource. Kiminuana... Lisa... Nani analipa school fee? Ni mimi. Unataka afanye course gani? Human resource management ndio akwe ana fire and hire people. Joy unataka kufanya course gani? Eh, hey, unataka kufanya course gani? Sasa nasema criminology kwa nini? Sasa baba, ndio nitaweza ku deal na watu. Ah, nimechoka akili. Hebu nyinyi rudini huko chini muongelee hiyo story. Mkubaliane mjipange alafu mkuje nitawaza. Hey, mwalimu hadi mimi unanidismiss kama, kama mzazi mwenye ninalipa school. Utalipa school fee, yeye atasoma course anataka. Sasa mtaelewana aje? Exactly.

sisi iafanya, sisi ndio tutabaki naye na nimemsomasoma, sofa utaumia sana mama. Endeni tu mkubaliane, mjipange Mtakuja nitaadvise, lakini sioni kama kuna, Joya, kuna future ya criminology hapo. In fact hata hiyo ya law, unataka nini law? wewe una break law every day, unataka kukuwa lawyer kama utabia the people to burn down the country? Wacha mwalimu tuongee basi, nitakuja kwa obizi sawa? Nakuja kwa obizi, let me talk to her na umake sure ame reform eh, but she's already reformed. Haeleweki, haeleweki kwa nini? Na wewe unaona mwalimu ametufukuza? Au jana mwalimu ametufukuza? Ametufukuza. Tu ametufukuza, ametu dismiss clearly kama amerudi si vas dismissal. Unadhani, unadhani hivyo, venye nimemwambia tu tunakuja tuongee, tutaongea tena Joy. Dakika mm, ngoja Joy. Hizi tabia za kisirani na kichogumu kwetu hakuna. Wito, hakuna mtu kichogumu kwetu. Not

Tulikuwa tunaenda nyumbani. Endeni tafadhali mjipange, tafadhali endeni mjipange. mwalimu, hakuna venye tunaweza ongea. Hapana, ah, ah, ah, hapana, wewe mwenyewe umeshindwa kukubaliana na mtu. lakini mwalimu, si nimekwambia mimi ninalipa na nitaongea na yeye, na yeye ndiye anasoma.